Baada ya kusubiriwa kwa muda mrefu moshi mweusi umetoka kwenye bomba la paa la kanisa la Sistine, ishara ya kuwa makardinali hawakuweza kumchagua papa mpya katika duru yao ya kwanza ya upigaji wa kura. Makumi na maelfu ya waumini pamoja na wageni waliokusanyika katika uwanja wa mtakatifu Petro kusubiri matokeo ya kura hiyo ya kwanza ambayo ilichukua zaidi ya saa tatu kutangazwa rasmi. Kutangazwa kwa papa mpya kunaashiria kuwa makardinali watarejea tena siku ya Alhamisi leo kwa duru nyingine za upigaji kura ndani ya milango iliyofungwa ya kanisa la Sistine.